Sekta ya utalii inatarajiwa kuimarika baada ya ujio wa meli ya, ya kitalii ya SH Daina iliyowasili katika bandari ya Lamu baada ya kutoka bandari ya Shimoni huku ikitazamiwa kuelekea bandari ya Mombasa baadaye. Ujenzi wa bandari za Kenya imeonekana kuchangia watalii kuongezeka nchini hasa watalii wa mataifa ya nchi za nje. MV SH Daina kutoka Ushelisheli iliwasili katika bandari ya Shimoni Jumapili, kisha ikaelekea katika bandari ya Lamu. Imeongeza utalii kwa sababu toka mwaka uanze, hii ndo nafikiri ni meli ya tano ama ya sita kama hivi E ambayo ya za kiutalii zimekol katika poti zetu za hapa Kenya. Sasa inaonyesha ishara nzuri. Asilimia zaidi ya sabini ya uchumi wa Lamu unategemea utalii na ujio wa Daina umekuwa wa manufaa kwa wenyeji. Hii ni mara ya tatu sasa SH Daina kuwasili kaunti ya Lamu. Hali inayoashiria usalama wa Lamu umeimarika baada ya kupata pigo miaka iliyopita. Hata kutoka Uturuki kwa hivyo hii ni natija ya Lamu na tunafurahia ku, kuwa na wageni ninafurahia kuwa wafanyaji biashara wangu aa, wenye mahoteli watafaidika, sisi tunafuraha sana kuistakabadhi ku, ku, ku ku kuistakabadhi meli ya bebe ya abiria na kama washikadau wetu wa biashara tuna furaha kubwa kwamba tumetembelewa na wageni kutoka bara la ulimwengu, kuthibitisha kwamba Lamu ni amani. Meli hii imebeba watalii zaidi ya 120 kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kama vile Canada, Urusi na Marekani, miongoni mwa mataifa mengine. Kutoka Lamu, meli hii itatia nanga katika bandari ya Mombasa ambapo watalii hawa watazuru maeneo tofauti nchini. Rahma Rashid, Runinga ya Citizen, Lamu.